Napenda kumshukuru Mungu kwa siku ya leo tumeweza kukutana hapa kabisa. Pili ni kuhusu maandalizi yetu, kiufupi kiu tu, maandalizi yetu yamekamilika vizuri, wachezaji wote wako, wako sawa, hatuna majeruhi yoyote na kile ambacho ameweza kukisema mwalimu kwa asilimia kubwa kimeweza kukamilika. Oscar, kutopata matokeo katika michezo minne mfululizo imewathiri kiasi gani nii, kama wachezaji kuelekea mchezo zi kwanza ukiangalia kweli mechi zilizopita takriban tatu hatujaweza kupata matokeo mazuri. Kikawaida tu hatuwezi kuwa na hali na, na, na, na, na, ya, ya, ya, ya kusema kwa, kwa, kuweza mara mara, kuyapunguza kwa kiasi kubwa ili kuelekea kwenye mchezo wetu wa kesho i umakini na kuangalia tupunguze makosa ya kujuhudia kwenye kila mchezo mba afanya Ha, hakuna urahisi kwenye mechi yoyote yani, hatuwezi kusema tunaingia kwenye urahisi kupata matokeo mbele ya Yanga pana. Mchezo utakuwa mgumu. Tunaheshimu Yanga Africans, timu kubwa, wana quality ya kutosha kwenye kikosi chao, lakini sisi kama sisi, kama KMC tumekaa chini, tumeangalia wapi wao pia wana weakness, kwa sababu wao pia ni binadamu. Kwa hiyo mtu anapokuwa anacheza, ukimlazimisha kufanya makosa, anafanya makosa. So sisi tumejipanga kwa nafasi ambazo tunaweza kuzipata kwenye mchezo wetu wa kesho, tuweze kuzitumia vizuri mchezo unayo matokeo yote yanaweza kutokea katika mchezo wetu wa kesho. Oscar ukiwa kama mchezaji unacheza nafasi ya ushambuliaji michezo mitano umefunga goli moja pekee Ninyi katika idara yenu ushambuliaji ukiwa kama mchezaji mmoja wapo inawathiri vipi ama inawapa morali kiasi gani kuelekea mchezo wapo kesho dhidi ya Yanga Africans? Eh, kwanza kweli finishing nzuri eneo hasa eneo letu la, la la striking lakini hasa kabisa ina, ina, na, na timu kwa ujumla kwa sisi kama wachezaji tumekaa chini na tumeweza kuambizana nini cha kufanya kwenye kila nafasi ambayo unaipata. Wewe unapata nafasi kwenye mechi kwa kufunga, ndio mechi inakuwa rahisi. Kwa hiyo sisi kama kuelekea kwenye mchezo wetu wa kesho tumeambizana, tumepeana morali ya hali ya juu, tunahitaji katika mechi ya kesho kupambana mwanzo mpaka mwisho, chote kinaweza kutokea. Asante, asante sana -san Oscar, kila heri kwa mchezo kesho dhidi ya Africans. Shukrani sana. -san. San -san.